Simulizi ya leo inahusu swali swali miongoni mwa maswali magumu zaidi ambayo wanadamu wamekuwa wanajiuliza. Labda hata wewe umejiuliza, lakini haujapata jibu Je, lipo wapi sanduku ambalo liliwakilisha uwepo wa Mungu miongoni mwa watu wa Israeli? Oh, I don't know, I don't know. <laughs> Sanduku la Agano, the Ark of Covenant, Menelik succeeded in stealing the Ark of the Covenant. Sanduku ambalo liliwekwa mahala patakatifu zaidi, the Holy of Holies, na kuangaliwa na wana wa Walawi ambao walitazama mara moja tu na kutoa dhabihu zao. Je, yeah. Yapo wapi yale mawe mawili ambayo Mungu aliziandika amri zake huko mlima wa Sinai? Ipo wapi ile fimbo ya Musa, fimbo ambayo ndiyo iliyokuwa chanzo cha mapigo makubwa kwa watu wa Misri, fimbo ambayo ilipopigwa bahari ya rodani watu maji yaligawanyika na wana wa Israeli wakapita. Ipo wapi hiyo fimbo ambayo ilipotupwa chini iligeuka kuwa chatu mkubwa na kumeza vichatu vidogo vya waganga wa Misri? Je, ipo wapi ile fimbo ya Harun, fimbo ambayo iliwekwa chini na kesho yake ikawa imemea matunda? Je, ipo wapi ile sahani, sahani ambayo kuliwekwa mabaki ya vyakula vya mana ambavyo wana wa Israeli walikula wakiwa jangwani. Nani aliyeliiba Sanduku la Agano? Menelik succeeded in stealing the Ark of the Covenant. Hii uh, ni The Lyon TV Kwa akili ya binadamu wa kawaida tu, ungetarajia kwamba vitu hivi vingehifadhiwa na kuwekwa chini ya uangalifu mkali, kwa sababu viliwakilisha uwepo wa Mungu miongoni mwa watu wake. Lakini inasikitisha, mpaka leo eti hakuna hata mtu mmoja anayefahamu ni wapi lilipo Sanduku la Agano, sanduku ambalo liliwakilisha uwepo wa Mungu miongoni mwa watu wa taifa la Israeli. Miujiza mingi kuwahi kutokea katika Agano la Kale ilitokana na kuwepo kwa Sanduku la Agano ambalo lilikuwa limebeba fimbo ya Haruni, ile sahani iliyobeba mana ambayo wana wa Israeli walikula wakiwa kule jangwani, na pia vile vibamba viwili ambavyo ndivyo vilivyoandikwa amri kumi za Mungu. Sikitisha ya kwamba eti hakuna hata mtu mmoja miongoni mwa Wakristo wote anayefahamu lilipo sanduku la agano la kale, agano ambalo liliwakilisha uwepo wa Mungu miongoni mwa watu wake, sanduku ambalo liliwekwa mahala patakatifu zaidi na kuangaliwa na wana wa Walawi mara moja kila mwaka. Wanahistoria wa mambo ya kale wasomi wakubwa wa dini, wanasayansi na wanafilosofia wamekumbwa na vigugumizi wanapoulizwa liliko sanduku la Agano, mawe ya amri kumi za Mungu, fimbo ya Haruni na vitu vingine vyenye dhamana kubwa vilivyokuwemo ndani ya hilo sanduku. Lakini kikosi cha The Lyon kimevalia njuga swala hili na kufichua siri kubwa kuhusu wezi wakubwa walioiba Sanduku la Agano na vitu vingine vya dhahabu kutoka hekalu la Mfalme Suleiman huko Yerusalemu. Sifa za sa Sanduku la Agano zinapatikana katika kitabu cha Biblia Kutoka 25:10 hadi 15 nayo inasema hivi: nao nawafanye sanduku la mti wa mshita, urefu wake na uwe dhiraa mbili na nusu, na upana wake dhiraa moja na nusu, na kwenda juu kwake dhiraa moja na nusu. Nawe ulifunike kwa dhahabu safi, ulifunike ndani na nje, nawe tia na ukingo wa dhahabu kuizunguka pande zote nawe subu vikuku vinne vya dhahabu kwa ajili yake na kuvitia katika miguu yake minne, vikuku viwili upande mmoja na vikuku viwili wake upande wa pili. Nawe fanya miti mirefu ya mshita na kuifunika dhahabu. Hili ndilo Sanduku la Agano au Sanduku la Ahadi, Sanduku la Ushuhuda, Sanduku la Mungu. Kitu kitakatifu zaidi walichowahi kupewa wana wa Israeli kama ishara ya Mungu kuishi miongoni mwao. Baada ya kupata maagizo hayo kutoka kwa Mungu mwenyewe Musa akawaita vijana wawili Bezalel na Aholiabu, masonara na waashi waliochaguliwa na Musa miongoni mwa mafundi wengi, ili kulisuka na kulitengeneza sanduku la agano kutumia dhahabu, vito, mbao na kulibeba mi, eh, miaka yote 40 ambayo Waisraeli walikuwa jangwani. Jao! Baadhi yetu tunajitia hamnazo mapuuza na kutotaka kujua umuhimu wa Sanduku la Agano. Usisahau kwamba maji ya mto Yordani yalikauka baada ya sanduku hili kufika hapo, na magonjwa na waganga wao wakaamua kwamba sanduku hili liweze kuwarudia wana wa Israeli. Nani aliyeliiba Sanduku la Agano? Baadhi ya tetesi zinasema kwamba Sanduku la Agano la Israeli liliibwa na Mfalme Nebukadnezar alipoamua kulivamia hekalu la Mfalme Suleiman wakati himaya yake ya the Babylon iliamua kuwapiga wana wa Israeli. Lakini kikosi cha ja The Lyon kimebaini kwamba hizi tetesi si za kweli, kwa sababu Sanduku la Agano la Kale halikuwa miongoni ni mwa vitu vilivyoorodheshwa kwamba viliibwa na Mfalme Nebukadnezar. Tena kuna uwezekano kwamba sanduku hili lilikuwa limeondolewa miaka mingi kabla ya Mfalme Nebukadnezar kuja kulivamia na kulipiga na kuliharibu kanisa la mfalme Suleiman. Aidha, wapo wanaosema kwamba mfalme Hosia ndiye aliyeamua kulificha sanduku la agano la kale, agano la Mungu kando kando ya fuo za bahari. Lakini kikosi cha The Lyon kinauliza swali, iwapo angalau kuna fununu kwamba Hosia alificha hili sanduku la hekalu na pale ambapo lilifichwa linajulikana, kwa nini basi lisitolewe? Uchunguzi wa kina, kikosi cha The Lyon kimebaini kwamba sanduku la Agano, sanduku la Mungu, sanduku la Yehova, sanduku ambalo lilibeba fimbo ya Haruni, yale mawe yaliyoandikwa amri kumi za Mungu, lile sahani ambayo ilibeba chakula kilicholiwa na wana wa Israeli wakiwa jangwani, sanduku The Ark of Covenant ipo Afrika. Hekalu la Sayuni la Mtakatifu Maria lililoko Tigray kaskazini mwa Ethiopia ya leo ni kanisa ambalo lilijengwa chini ya mfalme Zana karne ya nne, na kuwekwa chini ya uangalivu wa makuhani na watawa mabikra. Ndiko liliko sanduku la agano, mawe ya amri za Mungu, fimbo ya Haruni na vito vingine vyenye dhamani kubwa. Mpaka leo serikali ya Ethiopia bado imetunza Sanduku la Agano. Wafalme waliowahi tawala ufalme wa Axum, yaani Ethiopia ya zamani ni pamoja na Brigedia Tafari Benti, Liutenanti Mengistu Haile Bin Mariamu, Melesi Zanawi, Negaso Gidada, Girma na rais wa sasa wa Ethiopia, Mama Sahel Wakzeudi. Hawakuwahi wala hawajaruhusu picha yoyote, utafiti wala uchunguzi wowote wa, wa kisayansi kufanyika katika kanisa hili. Kikosi cha The Lyon kimebaini kwamba sanduku la Agano, la Agano limefichwa ndani ya kanisa la Mtakatifu Maria na huangaliwa na mtawa mmoja ambaye huomba hapo kila siku, kutoa dhabihu na kupulizia manukato hadi siku ambayo atakufa. Lakini swali, swali ni kwamba Sanduku la Agano, the Ark of Covenant Sanduku ambalo liliwakilisha uwepo wa Mungu miongoni mwa wana wa Israeli, sanduku ambalo liliwekwa mahala patakatifu zaidi katika kanisa ama katika hekalu la mfalme Suleiman kule Yerusalemu. Je, liliwezaje kutoka Yerusalemu hadi Axum, Ethiopia ya leo, kaskazini miji ya Tigray Umbali wa kilomita zaidi ya elfu tatu majibu ya swali hilo yanapatikana katika bibilia, soma wafalme wa kwanza kumi mstari wa kwanza hadi tisa Kikosi cha The Lyon TV kinafichua kwamba malikia wa Ethiopia ya kale katika ufalme wa Axum malkia Sheba au jina lake lingine Makeda alibeba dhahabu, manukato na vitu vingine vyenye thamani kubwa na kushika safari gumo sivupi ili kuelekea Yerusalemu kwa mfalme Suleiman. Malkia Makeda alikuwa na nia ya kujifundisha hekima za Suleiman, kufichuliwa mafumbo ya namna ya kutawala na jinsi ya kuabudu Mungu wa kweli, kwa kuwa watu wa ufalme wa Axum waliabudu jua. Malkia Makeda akakaribishwa, akapewa makao, akatunzwa miezi sita ya kula na kunywa na kujitanda kama malkia, akarembwa kweli kweli. Mpaka basi mfalme Suleiman kijogoo akamfanya Makeda mmoja wa vimada wake hata Malkia Makeda alipoamua kufunga safari na kuwarudia watu wake kule Ethiopia, Tigre, tayari alikuwa na uja uzito. Malkia Makeda, malkia wa ufalme wa kitambo wa Ethiopia au Axum ukipenda, akamsalia Mfalme Suleiman mwana mwana Kindaki Kindaki Meneliki wa kwanza ambaye ndiye alianzisha nasaba ya utawala wa Suleiman almaarufu the Solomonic Dynasty of Ethiopia. Miaka ishirini hivi mtoto Menelik akaamua kufunga safari kwenda kuelekea Yerusalemu kumtembelea baba yake, lakini alipofunga safari ya kurudi Ethiopia, Ethiopia ya kale, Ethiopia kwa mama yake Akaamua kubeba Sanduku la Agano. Hata mtawa wa kanisa la the Orthodox Church of Ethiopia, Profesa Abuna Paulas, anakubaliana na kauli hii hey. Abuna anasema Menelik akiwa na miaka ishirini alileta Sanduku la Agano Ethiopia miaka elfu tatu iliyopita, na limewekwa hapo tangu wakati huo.

Succeeded in stealing the Ark of the Covenant. Wenda umekuwa ukijiuliza Mfalme Menelik wa pili aliweza kufaulu namna gani kuwapiga Waitalia katika vita vya the Battle of Adowa na kuifanya Ethiopia kuwa nchi ya pekee barani Afrika ambayo haingeweza kutawaliwa na wakoloni. Wenda umekuwa unajiuliza ni kwa nini hivi majuzi vita vya Tigray vimesababisha vifo vya watu wengi waliojaribu kuingia katika kanisa ili kuiba the Ark of Covenant huko Ethiopia. Wenda umekuwa unajiuliza kwa nini bara nzima la Afrika ni bara ambalo limekuwa likitamaniwa na wengi wageni kutoka mabara mengine tangu karne ya tano mpaka leo karne hii. Ni kitu gani kiko Ethiopia? Ni jambo gani ambalo lipo Afrika? Mimi ni The Lyon